kiasi. Mm. Tulipiga kama miezi sita. Mm -hmm. Baadaye tukapata ukumbi mwingine ambao kunaitwa Iringa Club. Mhm. Mm -hmm. Hapo Iringa Club tulivohamia. Mm. Kulikuwa hamna challenge yoyote kwanza. Yeah. Ehe, tukahamia hapo Iringa Club. Hapo Iringa Club kidogo uzunguni fulani hivi. Mhm. Tofauti na kule tulikokuwa Mwanza kule Swahilini. Yeah. Hapa ni uzunguni karibu na polisi, karibu na ile, ile hoteli. Mm. Ehe, alafu na chuo cha benki hapo. Mimi mm. vinga unajua najua tu uzunguni ni gangilonga ah, yeah. <laughs> chotebasi huh? want... mm -hmm. sasa tukaa tumehamia pale tukaanza mm -hmm. kupiga baadaye mm -hmm. kuna ukumbi mwingine kulikuwa na disco fulani sio alikuwa anapiga vijana vijana gani la ovyo ovyo tu mm -hmm. lakini ukumbi ni mzuri palikuwa mm -hmm. panaitwa Rua International mm -hmm. baadae ndo akaja yule Joe ko Joe. Eh, Mm. wakaanza kupiga mm. pale, ndio ndio pale kupata competition sasa pale, ehe sasa. mm. unajua line ilikuwa ni moja, mtaa mmoja uo mm. mtaa mm. yani, unaanzia chuo cha benki mm. unashuka, una hivi hivo ka, barabara kubwa ile ya kwenda yakwenda Iringa town, alafu mm. inashuka chini, kama unataka kuja Gangilonga, alafu mm. hapa ndio kuna hiyo Royal International mm. kwa hiyo watu walikuwa wakija, wakifika pale junction, hukunasikia mm. mziki, hukunasikia mziki. Unaamua sasa twende wapi? Ehe, huku Lukjo, huku Eddy Grand, twende wapi shuli? Hapo lazima lazima uwe on top of the game eh.